Kamishina wa eneo eneo la Magharibi Irungu Macharia amezuru kiwanda hicho kwa ukaguzi na jinsi marekebisho inavyoendeshwa kwa mashine ya kusaga sukari na pia kutoa onyo kwa madalali wa miwa katika kiwanda hicho. Akizungumza baada ya ziara ya kampuni ya sukari ya Nzoia na baraza katika kijiji cha Kongoli, eneo bunge la Kanduyi, kaunti ya Bungoma, Macharia amesema serikali imeweka mikakati ya kufufua sekta ya sukari nchini na kuwataka wanasiasa kujiepusha na siasa zisizo na maendeleo. Irungu amewaonya dalali wa miwa akidai kwamba yeyote atakayepatikana atakayepatikana atachukuliwa hatua kali za kisheria. Ata nafasi ambaye sio ya kawaida ya kuja kutembelea hiki kiwanda cha Nzoia. E, tumepata kwa historia kwamba kilianzishwa miaka ile karibu na nenda rudi kama mwaka wa 1978 na, na, na kimekuwa kikisiaga e, mara kinaenda vizuri, wakati mwingine kina tatizo yani inaanguka ikiamuka, ya na nimesikia wakati umekuwa pale kwa bodum kwamba saa hizi wakati huu ilikuwa imeanguka staili ingine, hakuna mtu alikuwa na uhakika kama itafufuka. Na pia tunataka tuishukuru serikali yetu sababu imeangalia idara hii yetu nini subsector ya miwa, wameona ni muhimu sana tuweze kushikiria wakulima wetu kwa waweze kupata soko ambaye ni tegemeo ya miwa zao, sababu pia tunataka wakulima waongeze. Ni changamoto katika eneo hili letu kwamba kuna hiyo kitu tunaita sugar cane poaching, nimesema poaching ni nini? Pia tuko na issue ya immature cane harvesting, pia tuko na hizo breach ya contract na wakulima wetu, ambayo anatafuta nani, sijui atamnunulia kwa bei gani, na the process ya ushindani unakuta wewe utapata hasara, sababu miwa ikivunwa kabla haijafikisha ule umri wa kuvuna, sukari yake ni kidogo so utapata manufaa ama utafaidika vile faida yenye ungepata miwa. Wakulima wanajua kuna kamati ambayo itasema tutan, tutanunuliwa kwa bei gani. Lakini matumaini yetu sisi kama wakulima ni kwamba bei ya kutoa miwa kwa shamba ndio kuja uze kwa factory itaenda juu. RC ita, itaendelea kwa miezi ine au sita. Kwa nini sita? hii ni kulingana na vifaa vyenye tunahitaji, tumeagiza zingine kutoka nchi za nje na huwa zinachukua muda kufika, hazingekuwa hapa, kwa maana mnajua kampuni mbeleni haikukuwa na pesa, na sasa huyu mwekezaji me, mekez, amekuja huyu West Kenya, saa hizi tuko na raha, kwa maana tumeanza kuagiza vifaa kutoka India, zingine kutoka nchi zingine na zingine kutoka nchi yetu, so tunaomba

pesa ikidoga, inawesa saidia hata mkulima kupata pesa, kwa sababu wakilima hapa miwa na washake, hiyo pesa ni ya kambuni. Sasa mutu wa kambuni mpaka atafikiria kama mkulima amelima na ameleta miwa, hata analipwa haraka, na hiyo miwa yake tena inarudi kwa nyafasi ya nyuki ya kulipwa. Sasa natarajia atupe mbegu watu tulikuwa tumeng'oa ng'oa miwa tumewachana na miwa, tumeingia kwa ukulima wa mahindi, lakini vile tumeona ameingia akitengeneza kampuni, atupee mbegu tupande miwa.